Nazingiziwa kwanza, ni furahi sana lakini, ikiwa miongoni mwa Wanasimba kindakindaki, licha ya kuja hapa kama mheshimiwa diwani, lakini mimi mwanasimba yule mwenyewe mwenyewe. Asante <inaudible> hiyo ni mmie zimaji na kafu na mheshimiwa mgeni rasmi, Zingiziwa hii ina wanasimba wengi kuliko hao wengine, unawaski Asanteni wani. Kwa hiyo tunaposema kujitolea kwa magadi, sisi tulishapima tukajua. Ametis, sana, <laughs> kabisa wingi uko wapi? Na mimi nitoe shukrani niaba waniaba wanazingiziwa wote kwa ujio huu mliokuja leo imetuheshimisha sana, na inaonekana kabisa wanazingiziwa wana mapenzi makubwa na timu yetu ya Simba Sports Club, lakini amezungumza hapa semani la kafu kuhusu magari hii, mnajua wanazingiziwa, shughuli nyingi zinafanyika na magari na yatua koyo hili, ni waondoe shaka, semaji la kafu, hakuna wanazingiziwa atakayebaki nyumbani <laughs> na kama makatibu na wenye viti hawa, kuna mtu atakuwa amekwama, aidha hey kwa tiketi, basi anione mimi, ili mradi wa na Haya, tunashukuru sana wana Zingiziwa na wapenda sana Simba.